Zaidi. Wito huo umetolewa na Mkurugenzi Mkuu wa taasisi ya GSM Foundation Faith Gugu wakati wa kutoa msaada wa vifaa vya usafi na viti mwendo katika shule ya msingi ya Mtoni Kijichi jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kuinua maisha ya watoto walioko katika mazingira yenye changamoto. Amesema baadhi ya watoto wengi nchini wanakosa fursa ya kusoma kwa ufanisi kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu vya shule, chakula na hata mazingira rafiki ya kujifunzia, hivyo hata mashirika mengine, watu binafsi na wadau wa maendeleo kuunga mkono juhudi hizo kwa kuchangia rasilimali na huduma mbalimbali kwa watoto hao. Kwa hiyo tuliona si vyema kuja tu kutoa vifaa hivyo vya taka tukaishia hapo, lakini tuliona tuwaangalia wale watoto wenye mahitaji maalum, wanafunzi, kwa jicho la tofauti. Na kama ambavyo umesikia, tumeweza leo kukabidhi wheelchair kwa watoto wanne ambao walikuwa wanahitaji uh, viti hivyo lakini pia pamoja na hayo tumetoa hearing aids uh, ambazo ni vifaa vya kuwawezesha watoto wenye matatizo ya kusikia, changamoto ya kusikia samani. Lakini pia tulionelea tuwaangalia pia watoto wa kike kwa mahitaji yao maalum, ko, tukaona ni vizuri tukawagawia reusable sanitary pads ama tunaita taulo za kike ambazo unaweza ukatumia zaidi ya mara moja. Uh, boksimia, kwa hiyo tumeleta boxi mia kwa ajili ya watoto hao wa kike. Jukumu letu sisi kama sekta binafsi kuna sisi binafsi kuunga itihada hizi za serikali ili kuleta maendeleo katika nchi yetu. Kitu ambacho mimi ningependa kiongezeka katika shule yetu, ningependa katika maktaba uweze kuongezeka vitabu mbalimbali, ili kila mwanafunzi aweze kupata kitabu cha taaluma, kwa mfano kama maarifa ya jamii au jiografia, kwa sida asare kwenye mtaala mpya. Vikiongezeka vitabu na kila mwanafunzi akipata wanafunzi karibia hata nusu ya darasa au nusu naoba darasa, tunaweza tukafaulu kutokana tumepata kitabu, hata kama ile mada ambayo mwalimu ataongelea na sisi tunaweza tukapakua kwenye kitabu tukaweza kuona ile mada tukajifunza zaidi, tuna, tuna faulu, bituka, tuka Asa, na tukawa tuna, tunafaulu vizuri katika mitihani yetu hasa mitihani ya mkoa ambayo inakuja watalisema ambayo tutafanya kesho na hata pia mtihani wa taifa. Pamoja na kushukuru kwa misaada hiyo, baadhi ya wa wazazi wenye watoto ambao wana changamoto ya usonji wameiomba serikali kuwapatia bima ya afya, kwani gharama za matibabu kwa watoto wenye tatizo hilo ni kubwa, na wengi wao hawawezi kuzimudu kutokana na hali ngumu ya kiuchumi wanayokabiliana nayo. Tuna changamoto ya bima ya afya na gharama kubwa kuhusu dawa zao. Kwa hiyo tunaomba msaada, mtusaidie. Mtoto ana changamoto, ana usonji, ana kumbukumbu kiingia zinapotea kwa hiyo ndio hivyo, inabidi nikiingia hapa asubuhi saa moja na nusu natoka saa sita na nusu kwa sababu namsubiria, siwezi kumwacha aweze kurudi mwenyewe nyumbani. Leo kapata msaada, kapata sabuni. Changamoto ni kwamba tukienda kutafuta bima wanatuambia mpaka watoto wawe mia na watoto wa usoji, wazazi hawana pesa ya kuweza kuenea hata watoto hamsini wa ili tupate bima kwa hiyo tunaomba msaada wenu, mtusaidie kama tutapata bima hata ya moja moja. Mtu akipata hiyo hela basi tupate msaada.